Mmeng'enyo hafifu wa chakula ni chanzo cha sumu nyingi kujaa mwilini kwa sababu mwili unashindwa kuchambua virutubisho vinavyohitajika vitakavyotumika mwilini. Mwisho wa siku, chakula chote kinabaki kama uchafu, alafu pia unajaa tumboni na kusababisha gesi, choo kigumu, na kuamka asubuhi ukiwa na uchovu. Hiyo yote ni kwa sababu ya mrundikano wa sumu zinazotokana na mmeng'enyo hafifu wa chakula. Sasa ili kuimarisha chakula chako au mfumo wa chakula uweze kufanyika vizuri na uweze kufanyika vizuri na kutoa sumu mwilini. Tuendelee na challenge yetu ya kutumia C24/7 na Liver Care. Na leo ni siku ya kumi na saba ya kutumia Liver Care wakati wa jioni, kutumia kidonge kimoja cha Liver Care ili kuweza kuimarisha mfumo wa chakula. hii ni bora kwako kwa ajili ya kuimarisha afya yako na kutoa sumu mwilini. Dozi hii kwa mwezi ni shilingi laki moja na tisini na mbili. Unatumia kwa muda wa mwezi hadi miezi mitatu, na ili kupata dozi hii nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapa chini, na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.